Pili ni kusana star wa bongo flavor, na star wa bongo flavor anaitwa Diamond Platnumz. Weekend hii kwa maana ya siku ya jana alitangaza kuwa mwezi Oktoba ni maalum na maalum kwake na mashabiki zake kwani ndipo alipozaliwa, na mwaka huu anatarajia kutimiza miaka 36 ifikapo Oktoba 2. Kupitia ujumbe aliouandika Diamond Platnumz amesema maisha yake kwa miaka 36 yamekuwa na changamoto baraka kwa pamoja, lakini anamshukuru Mungu kwa kumjalia kuyapokea yote kwa mtazamo chanya, hali ambayo imemjenga hadi kufikia alipo leo. Kupitia insta story yake ameandika, Oktoba ni mwezi ambao nimezaliwa na panapo majaliwa, Oktoba 2 nitatimiza miaka 36. Katika miaka 36 ni mengi nimepitia, mazuri kwa mabaya. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanyia yote kuyapokea kwa uchanya na naamini ndiyo yaliyonijenga hadi leo hii kuwa hapa. Kwa kweli nimekuwa e, mwenye bahati na kupendwa na kusapotiwa kwa, kwa kipekee. Na katika kusherekea mwezi huu wa kuzaliwa kwangu nimeuweka kuwa mwezi maalum wa kuwapa raha mashabiki zangu kwa kuwatolea nyimbo mbalimbali e, mbali, mbali ambazo kwa muda sijafanya hivyo. Enjoy WCB fans This is your month. So, huyu ni Diamond ambaye amewahidi mashabiki wake wakae mkao wa kula, kwa sababu muda wowote kuanzia hivi sasa anaweza akaachia new project ambayo mashabiki wake wataendelea kufurahia muziki mzuri ambao yeye binafsi amekuwa akiufanya na kuweza kujizolea umaarufu si tu Tanzania, bali hata nje ya mipaka ya Tanzania. Diamond amekuwa ni moja ya wasanii ambao wanafanya poa sana. Diamond alizaliwa tarehe mbili mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tisa themanini na tisa Kasulu, Kigoma eh, nchini Tanzania, ndiko ambapo Diamond Platnumz alizaliwa. Lakini Diamond kwa hivi sasa tunapozungumza, tayari ameshaachia nyimbo takriban eh, eh, ngapi, kama tano hivi, kwa sababu aliachia wimbo unaitwa Nitafanyaje akaja akaachia wimbo unaitwa Katam, amemshirikisha BN, na akaja akaachia wimbo unaitwa Babu featuring Masterpiece VYK, alafu akaja akaachia wimbo unaitwa Moyo, akaona itoshi akaachia wimbo unaitwa Kuna. So ni miongoni mwa project zake ambazo yeye yeah, ameshaziachia na zinafanya vizuri sana in terms of numbers numbers ziko numbers nyingi sana, YouTube, Spotify, Audiomack Boomplay na kwengineko ambako Diamond ana promote ngoma zake kwenye masoko mbalimbali, amekuwa na mafanikio. Sasa kupitia Insta story yake, staa huyo wa muziki ameachia kionjo cha ngoma yake mpya ambayo tayari, eh, challenge zimeshaanza kuwa nyingi. Kama unavyojua Diamond, influence yake imekuwa ni kubwa sana. Sasa kama umepitwa, basi hiki hapa ndicho ambacho amekishare, eh, staa huyo kupitia Insta story yake. Yeah, so huyo ni Diamond, anytime hit song inaonekana kabla haija official. Ukisikiliza kuna kompa fulani hivi ambayo, uh, inasikika kwenye hii hapa ngoma ambayo ye mwenyewe hajaweka rasmi, tale ipi wimbo huu utatoka na jina la wimbo utakuwa ni lipi, lakini ukisikiliza unaona kuna kitu kinakuja. Of course ametoa hili album, bado hatujaona hizo dalili zozote, lakini good music ndiyo ambayo Diamond amejaliwa na melody kali ndizo ambazo zinathibitisha hiki ambacho amekisikia kupitia hicho kionjo cha wimbo wake mpya. Kwa hiyo mambo atakapokuwa mambo, tutakuja kupashana hapa, kwa maana wimbo kama utatoka ra